Kwa majina naitwa Leo Mali Makapara, ni mwenyekiti wa chama kikuu KYECU. Tulikuwa na mkutano mkuu wa chama ambao kiutaratibu unatutaka kwa ajili ya kupitisha makisio, lakini na kujadili mambo ambayo tumeenda kuyafanya kwa mwaka uliopita. Kwa hiyo tunawashukuru wanachama wa mkutano mkuu kwa kushiriki kwao mkutano, lakini kwa kuweza kutupitishia yale ambayo tumeweza kuyabajeti kwa mwaka ujao, kwamba tunaweza tumeomba tuyatumie tu, tu, tu, tuya. Pia ni washukuru watendaji wa chama kikuu KYECU kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kuifanya katika chama chao. Aa, kwa mwaka huu tumeweza kupata hati safi ambayo tuna miaka mimi kwa toka nimeanza na miaka nadhani huwa nne, lakini ni toka nyuma nadhani miaka mitano sita, toka tumeanza hatujawahi kupata hati safi. Kwa kwa leo tumeweka historia ya chama kikuu KYECU kupata hati safi kuhu. Kwa hiyo nawapongeza sana watendaji wa chama kikuu KYECU, lakini na bodi inayowasimamia kwa, kwa, kwa, kwa maana ya kwamba wanashirikiana kwa, kwa pamoja mpaka tumeweza kufanikisha haya mambo ambayo kwa leo tunafurahia kuwa na hati safi. Neno langu la mwisho kwa, kwa, kwa, kwa, kwa siku ya leo kwa wakulima ni waombe wakulima wa zao la kokoa ambalo ndo zao tunalisimamia, japo sio zao hilo peke yake. Tuna mazao mengi, sahizi tumesimamia kokoa, tuna nani, korosho pia, tuna ufuta pia, tuna mbaazi, lakini mazao ambayo pia tunaendelea kwa zao kuu ambayo tunalisimamia ni zao la kokoa, kwa ni waombe sana wakulima wa zao la kokoa kwamba tuendelee kuliweka zao letu la kokoa aa, liwe bora vile ambavyo linatakikana, kwa maana ya tuendelee kupata wanunuzi, lakini zao letu basi liendelee kupata tuweze kupata bei nzuri, kwa maana ya kuzingatia ubora wake, namna ya kuandaa kutoka uchumaji mpaka uvundikaji hadi uanikaji. Lakini pia kwenye vyama vya msingi ni wasisitize pia kwamba waweze kuzingatia kokoa inayopokelewa kutoka kwa mkulima basi ni kokoa ile ambayo aa, imekizi viwango kwa maana, haitakuwa na uchafu, haitakuwa na mapepa, haitachukua imechanganywa na vitu vingine. Waendelee kuwakumbusha pia wakulima kwamba waendelee kuweka kwa zao lao vizuri. Aa, pia kwenye vifungashio vya kubebea kutoka kwa mkulima kuleta kwenye vyama vya msingi, wajitahidi visiwe vifungashio vile ambavyo aa, vinakuwa tayari vimebeba vitu vingine au la vimebebewa mbolea, visifanyiwe hivyo, wahakikisha wanabebea vifungashio ambavyo ni, ni, vi, visafi lakini kwa, kwa, kwa ajili ya zao la kakao uh, pia kwa chama kikuu KYECU, naomba tu tuendelee kufanya kazi kwa utaratibu, ili ikiwezekana mambo haya yaendelee kwenda vizuri, lakini kwa kwa hata ku maintain hii hati tulioipata safi, isijekawa kesho tena tunakuta tena tunarudi nyuma. Meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika, mchakato wa kupata hati safi ni kweli umechukua muda mrefu, hasa kwa chama kikuu chetu cha ushirika miaka tisini. Kwa hakika sasa hivi ya unaona tumepata hati safi baada ya kuwa na mkakati wa muda mrefu ambao tulikuwa nao ni kutengeneza sehemu zote kuanzia management, kwa sababu ukiwa na stafu wazuri, ukiwa na management nzuri, hiyo itakao kusababisha mpaka uweze kufikia haya matokeo tuliyopata leo. Ni kwamba kuna utendaji mzuri, hasa kwa kuanzia management, bodi ya chama kikuu cha ushirika mpaka kwa wajumbe wote wetu wa mkutano mkuu wa chama kikuu kwa hati safi kama mnaiona leo, ni kwamba hesabu za chama zimewasilishwa bila dosari zile zinazo asili hesabu. Kuna dosari ambazo zina asili hesabu, zingine haziasili hesabu. Kwa hiyo kwa, kwa dosari zile ambazo zina asili hesabu, hatuna dosari kama hizo kwenye hesabu zetu kwenye safu zetu zimewasilishwa vizuri, zimeonyeshwa vizuri, kila kitu kipo wazi. Ndio maana naona hiyo yu inaitwa hati safi. Kwa wakulima wakokoa, wadau wakokoa, ambacho naweza kuambia waendelee kukiamini chama kikuu cha ushirika Kiela, waweke imani kwa maana saizi ni tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali, tulikotoka na tuliko saizi, kuna tofauti kubwa sana. Hata ukiangalia watendaji waliopo saizi, ukiangalia bodi, ukiangalia hata wajumbe wa mkutano mkuu, kidogo wameweza kufanikisha hapa tulikofikia na ninachoweza kuhakikishia kwa wakulima ni kwamba ili tuendeleze hapa tulipo, lazima tuweze kuboresha zao letu. Kuboresha zao letu, na hakika wanunuzi watatuamini na wadau wengine ambao tunafanya nao kazi pia watatuamini na kuweza kusukuma hili gurudumu la maendeleo, hasa kwa wakulima na wadau wote.